Kama kawaida leo ni siku nyingine tena, ndugu mtazamaji wetu wa channel bomba kabisa, channel nzuri ambayo inatoa huduma zake bure kuwawezesha wafanyabiashara kufanya biashara au watumiaji wa mitandao kutumia mitandao, kutumia mitandao kujipatia kipato. So hiyo ndo kazi yetu kubwa, huduma yetu ni bure, ulipii chochote hata senti moja. Ukiwa una swali kuhusu huduma yetu hii, unaruhusiwa kuuliza katika sehemu ya comment, tunakujibu kwa muda mfupi bila kulipia chochote, huduma zetu ni bure. Kwa hiyo tunatoa huduma bila malipo, ili tu, lengo letu ni kuwawezesha watu kutumia mitandao ya kijamii kujipatia kipato. Huduma zetu ambazo tunatoa ni namna kufundisha watu wanawezaje kufanya biashara au kununua bidhaa mtandaoni, so tumelenga sana katika mitandao ya kijamii. <coughs> ikiwa kabisa tumezaminiwa na, <coughs> na kampuni ya Tanzua.com. So, tuna, kabla ya So kabla ya kuendelea na huduma hii na au na video hii, ningependa nikugusie kidogo kuhusu Tanzua.com. So Tanzua Group Company ni wauzaji wa bidhaa kwa bei ya jumla, kwa maana wao wanachukua bidhaa kutoka nchini Marekani, nchi China kwa bei ya kiwandani, wakuja kukuuzia wewe kwa bei hile hile waliochukulia kutoka China. Vilevile huduma huduma ya Tanzua kwamba ni kumwezesha kila mtu kila mtanzania au kila mwanaafrika kufanya biashara bila gharama yoyote, au biashara ambayo inamlipa. Kwa mfano, bidhaa inatoka China inauzwa dola mbili, ukifika Tanzania inauzwa dola kumi. So watanzua wenyewe wanakuwezesha kwamba utanunua bidhaa kwa bei ile ile dola mbili, na unalipia usafiri ambayo itakuwa kama ni dola kwa hiyo unaweza ukaiuza ile bidhaa kwa dola kumi. So hiyo ndo maana ndo kazi kubwa ya Tanzua na vilevile vile Tanzua inatoa nafasi ya kukuelimisha, Tanzua inatoa nafasi ya kukuelimisha wewe ni bidhaa gani ya kununua, au inakufundisha maswala mbalimbali kuhusu bidhaa, masoko na vitu vingine, bidhaa ya kununua na kutoa ushauri unapotaka kununua bidhaa nje ya nchi. Kwa hiyo tume wamelenga kuwawezesha watu kununua bidhaa nje ya nchi na kufanya biashara katika nchi zao so hiyo ndo kazi kubwa ya Tanzua. Vilevile wana programu ambayo inaitwa Tanzua Klabu. Huduma hii ni kukusaidia wewe mfanyabiashara au mjasiriamali, mtu yoyote, kwa mahitaji ya biashara, kwa mahitaji binafsi, kununua bidhaa kutoka nchini China na kusafirisha mpaka Tanzania ndani ya siku arobaini. So unaweza ukatafuta kwenye namba yao sifuri saba tano mbili tano mbili tano sifuri saba Tano mbili, tano mbili kumi na tatu tano mbili. Narudia tena kwa mara nyingine, namba ha, unaweza ukiwa kama unataka kuagiza bidhaa kutoka China mpaka Tanzania kwa bei nafuu, wasiliana na Tanzua kwa namba sifuri saba tano mbili tano mbili kumi na tatu tano mbili. So hiyo ndo huduma yao. So baada ya hapo subscribe kwenye chaneli yetu ya Tanzua ili tuendelee kupata mafunzo mbalimbali mbali. <coughs> Leo tunazungumzia kuhusu hii Kifaa unachokiona kinaitwa blender. Hii ni blender kubwa ambayo ina uwezo wa kufanya kazi kubwa ya, ya, manyu, ya nyumbani au ya kibiashara. Blender hii inakusaidia wewe kusaga na matunda ya aina mbalimbali, michicha na vitu vingine ambavyo hasa kwa matumizi ya, ya, ya, ya, ya, ya kibiashara. So hii ina nguvu. Blender hii inapatikana nchini China kwa bei nafuu kwa hiyo unaweza ukawagiza na Tanzua ukaipata ndani ya siku arobaini. Blender hii kwa mfano inaweza ikanunua kama elfu hamsini lakini ajabu kwamba Tanzania inauzwa laki mbili na nusu. Kwa hiyo ukiichukua mchini chini, inakuwa na nafuu kwa sababu unaweza ukailipia kama elfu sabini jumla. Tanzania unauza laki mbili na nusu, kwa hiyo ndio kazi kubwa ya Tanzua inakuwezesha Vilevile Tanzua wakuishia hapo, wana maduka yao au unaweza ka, ukaenda katika tovuti yao ya online Tanzua.com na ukanunua kwa shilingi laki moja na nusu badala laki mbili na nusu Kwa hiyo ni bidhaa venye ni bidhaa kubwa, wanavyosema great product great market. Kwa hiyo bidhaa kubwa kwa bei nafuu unayoipata. So hii hapa, hiki ni kifaa cha ku ni blender. Blender inakuwa ni kifaa cha kusaga matunda, mayai na vitu vingine mbalimbali mbali. So hii kifaa litaka nikueleze kwamba kifaa hichi kinapatikana Tanzua, Tanzua .com online unaweza ukaingia Tanzua.com online ukanunua kifaa hiki ambacho <clears throat> leo nataka ni kuambie kina sifa gani hiki kifaa ukiingia, ukitaka kununua Tanzua.com wanakupa mwaka mmoja mwaka mmoja wa warrant. Warrant inakuwa mwaka mmoja. Kifaa hiki wanakwambia kwamba kina uwezo mkubwa ambao unaweza kutumia hata katika masuala ya biashara, unaweza kutumia hata kwenye mahoteli makubwa, unaweza kutumia hata kwenye nyumbani. Kifaa hiki kinatumia umeme, kwamba kifaa hiki hiki kinatumia umeme, kina uwezo wa kutumia umeme. Kifaa hiki kimetengenezwa kwenye nani ya chuma na na plastic, unaweza kuona hiki ni plastic na kuna chuma O kama hiki hapa ni plastic vilevile, vifaa vya ndani vinakuwa ni chuma. So kwa hiyo ni kinakuwa ni kigumu na kinadumu kwa muda mrefu sana. Power yake ni elfu moja mia mbili voltage yake ni elfu kumi na moja hivi na So kifaa hiki ni kizuri kwa matumizi. Ukiwa unahitaji kifaa kizuri cha matumizi ya nyumbani, biashara, basi unaweza ka ukaingia katika tovuti ya Tanzua.com na ukanunua kifaa hiki, kinafaa katika matumizi yako ya, ya kibiashara na nyumbani.